Imeshafuta zero na mwaka huu mkuu wa wilaya ndo mgeni rasmi, natamani four iwepo isiwepo, ili watoto wangu wote watu mwendelee sasa na elimu ya kidato cha tano na cha sita, kwa sababu serikali yenu inayoongozwa na mama Samia imefuta naada ada kidato cha tano na sita. Kwa hiyo swala la uwezo wa mzazi, nasomeshwa na bibi, bibi amezeeka, halitakuwa na nafasi sana, kwa sababu elimu ni bure. Ukishindwa kununua nguo, bibi amezeeka au baba ametangulia mbele ya haki, ukasema kuliko, wacha wana shule, njoo pale ofisini kwangu, mimi nitakulia nguo na madaftari, uende shule. Huo ndio urithi pekee ambao tunatamani watoto wetu mwendao, kwa sababu ninyi ni viongozi wa kesho ni taifa la kesho ni wataalamu wa kesho. Unapotoka nyumbani kwako unakwenda hospitali, huendi kumfuata mtu, unakwenda kufuata elimu fulani ambayo daktari anayo, ambayo wewe huna. kuna ambaye kwenda hospitali hapo ya. nani kwenda hospitali nimpe zawadi noshamko hakuna, kwa anapata milioni moja sasa hivi inabidi mbaki naye kama wote tunakwenda maanake, tunakwenda kutafuta elimu fulani ambayo sisi hatuna. Sasa ni wataki kizazi cha nne wa mwaka huu, nyie mwe ukimilio na watu kuja kutafuta elimu fulani fulani tofauti tofauti ambazo sisi hatuna, na mwakumbuke haya mpaka mtakapokuwa waze, wazee kwamba mgeni rasmi BC alisema sisi tuwe kimbilio, sio sisi, mimi niwe kimbilio la watu kutoka maeneo mbalimbali ya dunia kuja kutafuta elimu fulani ambayo sina. Kwa hiyo hapo walipofika ni ngazi moja ya kupandia, kafanyeni bidii sana, mfaulu vizuri wote, mwendelee na, na, na, na, na shule wote mkawe wataalamu katika ngazi mbanyanja mbalimbali wote, na watu wawakimbilie nyie kuja kutafuta elimu fulani ambayo wao hawana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. <coughs> Na mwisho, nimesikia kutoka kwenye risala ya wanafunzi na risala ya mkuu wa shule, tuna changamoto ndogo ndogo, lakini nami niseme hata Roma haikujengwa kwa siku moja. Hapa tumeanza, tumefika tulikofika tuna changamoto ya maabara za kemia na, na sana physics. tuna changamoto ya matundu ya vyoo kutokuwa ya kutosha. Tuna changamoto ya madarasa kuchakaa. Tuna changamoto ya kukosa eh, walimu wa kutosha wa sayansi. Tuna changamoto ya kukosa vifaa vya kutosha ikiwemo eh, printer na vitu kama hivyo sasa kwa sababu printer mtafuta miaka miwili na hamjapata, photocopy machine miaka miwili na hamjapata, basi leo nataka tuipate leo leo, ili mkanunue hiyo. Lakini haya mengine ya madarasa nimeyachukua, nitakwenda nitakaa na wakurugenzi wangu, tutatafuta pesa, tutatafuta wafadhili, tutatafuta nini. Ninaamini mwakani kama mtanialika tena utanialika sasa, kama siku nialike hivyo hivyo, hata nikiwa nime mnialike eh, ili nije nione madarasa kama yatakuwa yatakuaka mapya, lakini nayaamini tutakwenda kuyafanyia kazi na tutapata mwarobaini wa hizi shida ndogo ndogo ambazo eh, kwa sasa hivi zinakabili shule. Nirudie tena kuwapongeza wanafunzi kwa, kwa jinsi ambavyo E, mnatia moyo kwamba nikiwaangalia naona wote mko smart. Mnatia moyo kwamba mtafaulu wote, na mimi nawatakia mitihani mema, mtaongeze bidii na Mungu atawasaidia na mtafaulu wote. Lakini niwapongeze walimu kwa kazi nzuri ya kuandaa vijana wetu mnayofanya. Jo walimu nyie, zawadi yenu iko mbinguni Hey, yani kazi ya ulezi kwanza ni, ni, ni, ni baraka kwa Mungu, ndio maana walimu hamzeki ivo. Jawae kuona eti babu babu, hey, hamna mwalimu wako ambaye yuko hai sasa hivi. Babu anasema yupo mwalimu wake ambaye yuko hai. Kwanza hamzeki, alafu pili amfi <laughs>